kupitia uzinduzi huu wa essay writing. unatusaidia sisi wanafunzi kutanua wigo mpana katika maarifa yetu kupitia hili shindano na hii fursa kwa sababu kupitia essay writing ambayo inazungumzia masuala mazuri ya utumizi wa pesa na rasilimali zetu itatusaidia katika kutengeneza rasilimali zetu na kujua namna ya kuzitunza ili zisiharibike kwa matumizi ya baadaye pia katika business idea competition inatusaidia sisi kuvumbua ni namna gani ambapo tunaweza tukazalisha rasilimali ambazo zinaweza zikatusaidia katika matumizi yetu ya sasa na baadaye. Pia umuhimu wa business idea competition ni kwamba inapunguza kwetu sisi wanafunzi utegemezi kwa wazazi kwa baadaye, kwa sababu kupitia business idea competition inatusaidia sisi namna ya kutengeneza fursa mbalimbali ambazo zitatusaidia kwa sasa na baadaye katika kutengeneza kipato chetu na kuendeleza katika maisha yetu.